Unapokufa safari ya mwili wako inakuwa imeisha hapo, yaani mwili wako huo hauta exist tena hapa duniani, utaoza, utaliwa na wadudu na hatimaye utabaki mifupa tu, lakini roho huwa haifi. Roho inaishi milele na milele. Sasa je, ulishawahi kujiuliza hizi roho ambazo zinaendelea kuishi miaka na miaka, huwa zinakwenda wapi baada ya mwili wako kufa? Dini nyingi hapa duniani zinatoa maelezo tofauti tofauti kuhusiana na wapi roho inapokwenda baada ya kufa. Lakini leo nataka nikuelezee kitu cha tofauti kabisa ambacho hujawahi kusikia au pengine ulishawahi kusikia lakini kwa juu juu. Ipo hivi, mtu anapokufa, roho yake huwa inazaliwa tena katika mwili mwingine tofauti na ule ambao ulikwisha kufa. Hii tunaita reincarnation, kama ambavyo ilivyo katika Ukristo na Uislamu. Kuna maelezo tofauti tofauti kuhusiana na siku ya kiama na adhabu zilizopo Ndivyo ambavyo ilivyo katika reincarnation hii. Reincarnation pia imeelezewa katika hizi dini mbili, lakini katika skenario tofauti tofauti. Lakini suala la msingi ambalo tunabaki nalo hapa ni kwamba mtu anapokufa, roho yake huwa inazaliwa tena, lakini katika mwili mwingine. Hapa naomba unisikilize kwa makini sana, ili uweze kuelewa hili somo na ili uweze kunielewa vizuri, inakuhitaji uwe open minded, yaani uifungue akili yako, iwe tayari kujifunza vitu vipya. Lakini ukishajiwekea misimamo yako, itakuwa ni ngumu sana kuweza kulielewa hili somo. Ipo hivi, mtu ukifa unaweza kuzaliwa baadaye kama mtu mwingine na katika mazingira mengine, lakini ukiwa ndani ya huu mwili mpya unaweza kuanza kutambua maisha yako ya nyuma na pengine ukagundua katika maisha yaliyopita wewe ulikuwa ni nani. Lakini katika hili la kugundua maisha yako yaliyopita, huwa ni wachache sana wanaoweza kubaki na hizo kumbukumbu kumbu. Na kiulimwengu huwa tunaamini kwamba malipo ni hapa hapa duniani kwa maana hiyo basi inawezekana haya maisha unayoishi ni malipo ya maisha yako ya nyuma ambayo uliwahi kuishi. Kama ulifanya mema mengi hapa duniani, basi ukija kuzaliwa tena katika mwili mwingine utalipwa mema, na kama ulifanya mabaya mengi, basi utakapozaliwa tena katika mwili mwingine utalipwa mabaya yako, kwa kujua au kuto kujua. Sasa hapa ndipo linapokuja suala la karma. Kwa hiyo itakupasa kutenda mema ili maisha yako ya baadaye yaje kuwa na unafuu. Unaweza kujiuliza je, kuna ushahidi gani au ukweli kiasi gani kuhusiana na haya maelezo ninayokupa? Vipo visa vingi vya kweli ambavyo vimewahi kutokea hapa duniani na watu wakathibitisha, na vitabu vingi sana vimeandikwa hata mpaka sasa. Ukitaka kuvipata hivyo vitabu, vipo vimeandikwa, na ni historia za kweli kabisa. Kwa mfano, kuna kisa cha mwanamke mmoja huko India aliyejulikana kwa jina la Shanti Devi Huyu mwanamke bwana ndiye ambaye alikuja kuthibitisha kwamba ni kweli hapa duniani kuna kitu kinaitwa reincarnation. Maelezo aliotoa na tafiti za watu walizokuja kuzifanya kwa kupitia hayo maelezo yake ilithibitisha ni kweli kabisa, huyu mwanamke alikuja kuzaliwa kwa mara ya pili, lakini akiwa katika mwili mwingine. Sasa maelezo yake yalikuwaje? Nitakuelezea kwa ufupi sana ili uweze kupata picha halisi. huyu Shanti Devi. Alizaliwa Desemba 11 mwaka wa 1926 katika jiji linaloitwa Delhi nchini India. Huyu mtoto katika ukuaji wake alichelewa sana kuongea. Alianza kuongea akiwa na miaka mitatu. Na alipoanza tu kuongea, alianza kuzungumzia maisha yake ya nyuma. Alikuwa anasema kwamba yeye anakumbuka maisha yake ya nyuma yalikuwaaje. Sasa si unajua wazazi wakiangalia huyu ni mtoto akawa anampuuza. Wakawa wakawa wanaona ni akili zake tu za kitoto. Alipofikisha umri wa miaka minne, akaanza kuambia wazazi wake kwamba mimi nyumbani kwangu nakumbuka palikuwa panaitwa Masura, ambapo hapo Masura ni kama umbali wa kilomita mia sitini kutoka jiji la Delhi. Na aliwaambia kwamba mimi nilikuwa nimeolewa, lakini bado wazazi wake wakawa wanampuuza. Sasa alipokuja kuanza shule akawa anaendeleza hizo stori zake kwa wanafunzi wenzie shuleni, akawa anawasimulia kila kitu, kwamba mimi nakumbuka nilikuwa na maisha yangu, niliolewa, nilikuwa na watoto. Lakini watoto wenzie wanaona tu, wanampuuza huyu anaota watoto za mchana. Sasa hizo stori zikawafikia mpaka walimu, na walimu nao wakawa wanampuuza, wakawa wanachukulia tu kwamba huyu anatuletea stori za kitoto, lakini prinsipo wa hiyo shule au tuseme mwalimu mkuu wa hiyo shule akanotice kitu cha tofauti kwa huyo mtoto. Huyo mtoto alikuwa anaishi Delhi, jiji la India linaitwa New Delhi, lakini alikuwa na lafudhi ya mkoa mwingine, ambapo huo mkoa unaitwa Mathura, ambapo katika stori zake yeye anasema ndo alikuwa akiishi huo mkoa pamoja na familia yake. Sasa huyu mkuu wa shule akasema mmm, hapana, kuna kitu hakipo sawa, ngoja nimsikilize huyu mtoto. Akagundua kwamba maelezo yake yalikuwa amenyooka sana, yaani licha ya kwamba huyu mtoto alikuwa na umri mdogo, miaka minne mitano, lakini alikuwa anatoa maelezo yaliyonyooka na alikuwa akitaja mpaka jina la huyo mume wake. Sasa huyu mwalimu akasema, ngoja nithibitishe kama haya maelezo ni ya kweli au sio kweli? Kwa kuwa yule mtoto alikuwa anataja eneo mpaka na jina la huyo mume wake, ikabidi aandike barua, yaani amwandikie barua huyo anayemsema kwamba ndiye alikuwa mume wake. Akaandika barua, akaituma Mathura. Alipokuwa anaandika ile barua, hakutegemea kabisa kama ile barua itakuja kuleta majibu, lakini lakini alishangaa sana baada ya ile barua kurudishwa majibu na kuthibitisha kwamba ni kweli, katika hilo jiji kuna mtu anayeitwa hilo jina alilolitaja Shanti Devi. Na huyo mwanaume akathibitisha kwamba mke wake alikufa mwaka 1925 Oktoba 4. Yaani mwaka mmoja nyuma Kabla ya huyu mtoto hajazaliwa, na huyo mke wake alikufa akiwa anajifungua mtoto wake wa kiume. Sasa huyu mwalimu akawa bado haamini, akahisi inawezekana labda ni bahati nasibu tu imetokea kwamba kuna watu wana majina ya kufanana na anakaa katika huo mkoa. Akasema ngoja nimpeleke huyu mtoto katika hilo jiji analosema alikuwa akiishi, nikamkutanisha na huyo anayesema kwamba alikuwa mume wake, nione kama kweli atakuwa anamkumbuka. Walipofika tu katika hilo jiji la Mathura, huyo mtoto akawa anakumbuka mitaa yote na mpaka nyumba aliyokuwa akiishi mume wake aliitambua. Sasa walipofika ikabidi wamweke mume wake pamoja na wanafamilia wengine katika chumba fulani ili waone kama yule mtoto ataweza kumtambua mume wake. Yule mtoto alipoingia tu katika kile chumba, moja kwa moja akakimbilia kushika miguu ya mume wake. Alikuwa very emotional, alilia sana, akasema huyu ndiye mume wangu. Akawatambua mpaka mashemeji zake ambao alikuwa akiishi nao katika maisha yake ya zamani. Walipiga stori nyingi sana na mume wake kuhusiana na vitu vya zamani, mambo yao waliokuwa akiyafanya. Yaani kila mtu alikuwa akishangaa kumbuka kwa kipindi hicho huyo mtoto alikuwa na umri wa miaka minne kuelekea mitano. Akizungumza na mtu ambaye ametoka kufiwa na mke wake. Na stori ambazo walikuwa wakipiga zilikuwa ni stori za kweli kabisa. Yaani ni stori za maisha yao waliokuwa wakiishi. Kisa hiki pia kilimfikia Mahatma Gandhi, baba wa taifa wa India. Wale wafuatiliaji wazuri wa history watakuwa wanamwelewa vizuri sana huyu Mahatma Gandhi. Ambapo katika kipindi hicho India ilikuwa ikipigania uhuru wake. Hiki kisa kilipomfikia Mahatma Gandhi alitengeneza kamati kwa ajili ya kuchunguza hili swala, je, lina ukweli kiasi gani? Uchunguzi ulifanyika na vitabu vingi sana viliandikwa kuthibitisha swala hili la Shanti Dev. Ilipofikia Disemba ishirini na nne mwaka elfu wazazi wa Shanti Dev na ile kamati iliyotengenezwa na Mahatma Gandhi pamoja na Shanti Dev mwenyewe waliamua kusafiri kuelekea katika jiji alilokuwa akiishi mume wa Shanti Dev. Hii ilikuwa ni siku ya kihistoria kwa sababu tayari watu wengi duniani walishasikia hiki kisa na wakawa wanafuatilia, na walipofika kule Mathura, kundi kubwa la watu lilikuwa likiwasubiri kwa hamu. Shanti Dev alitambua vitu vingi sana pale nyumbani kwake alitambua mpaka eneo ambalo katika siku zake za nyuma kabla ya jafa alificha pesa, na watu walipoenda kufukua ni kweli walizikuta hizo pesa. Ilipofikia mwaka elfu moja mia tisa thelathini na sita ile kamati ya uchunguzi ilitoa ripoti ikathibitisha kwamba ni kweli Shanti Dev alipitia reincarnation ambapo hapo awali kabla jafa alikuwa akijulikana kama Lugd Devi. Hiki ni kisa cha kweli kabisa ambacho kiliwahi kutokea hapa duniani. Unaweza kupata kisa chote katika kitabu kinachoitwa I Have Lived Before, The True Story of the Reincarnation of Shanti Devi. Ingia mtandaoni, andika hivyo utapata full story hapa. Mi nimekuhadithia tu juu juu kwa kurukiarukia baadhi ya vipande lakini vipo vitu vingi sana ambavyo vimeongelewa katika history. Visa vya reincarnation vipo vingi sana sio tu huyu Shanti Dev. Inawezekana hata wewe, kuna hisia fulani unazipata za maisha yako ya zamani, lakini unashindwa kujua uanze vipi kuanza kuwasimulia watu na pia ieleweke kwamba si watu wote ambao wanaweza kukumbuka maisha yao ya zamani. Ni wachache sana huwa wanabaki na hizo kumbukumbu kumbu. Lakini kuto kukumbuka kwako haimaanishi kwamba hakuna namna nyingine ya kuweza kujua kama, je, wewe uliwahi kuishi zamani ama la. Zipo dalili ambazo ukiziona zitakuthibitishia kwamba wewe ni old soul, au ni roho ambayo iliwahi kuishi hapo zamani. Hizi dalili inawezekana hata wewe ambaye unatazama video hii unazo. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Dalili ya kwanza kabisa ni kupatwa na hali inayoitwa deja vu. Hii deja vu ni neno lenye asili ya Kifaransa linalomaanisha already seen, lived. Yaani unakuwa unakutana na situation au tukio fulani ambalo linakuja kukuthibitishia kwamba ulishawahi kuishi maisha hayo hapo zamani au ulishawahi kukutana na hilo tukio hapo zamani. Yani akili yako na roho yako vinakiri kabisa ya kwamba ulishawahi kuona, kukutana au kuhisi kitu fulani hapo zamani, lakini umekutana nacho tena ukiwa na umri huo huo na baada ya muda huo huo. Kwa mfano, wewe hujawahi kusafiri kwenda Kenya, yani tangu uzaliwe hujawahi kufika Kenya, lakini siku hiyo kwa mara ya kwanza unaamua kusafiri. Ile unafika tu Kenya, unajikuta maeneo yote unayofahamu, yani, unajua ukipita hapa unatokea huku, hapa kuna mgawa, nitaagiza chakula nitakula, wale wahudumu unaelewana nao vizuri, alafu memori yako inakwambia kwamba kama ulishawahi kufika haya mazingira, yani ulishawahi kuyaishi haya mazingira, lakini kiuhalisia, hiyo ndio mara yako ya kwanza kufika Kenya. Sasa hiyo ndio tunaita deja vu. Kama ulishawahi kukutana na hiyo hali, tambua kwamba wewe ni old soul. Yani ni roho ambayo iliwahi kuishi hapo zamani. Dalili nyingine ni kuenjoy sana kampani za watu wazima. Hivi ulishawahi kuona mtu anaenjoy sana akiwa na watu waliomzidi umri kuliko watu wa rika lake, na hata wakiwa wanapiga stori anaenjoy sana wakiwa wanaongelea maisha ya zamani, yani kwamba hivi maisha ya zamani yalikuwaje, miziki ya zamani ilikuwaje, ya yani anajikuta anaenjoy mno uliko akiwa na vijana wenzie. Sasa so, hiyo ni dalili mojawapo kwamba wewe inawezekana roho yako iliwahi kuishi hapo zamani na ndio maana unaenjoy sana kusimuliwa vitu vya zamani, yani vitu vya wakati wako. Dalili nyingine ni kuwa na hofu katika vitu ambavyo havielezeki, yani mtu anakuwa anaogopa kitu ambacho ukimuuliza kwa nini unaogopa anashindwa kukupatia maelezo, lakini ye mwenyewe anakuta tu kinamwogopesha. Kwa mfano mtu anakuwa anaogopa sana maji. Ukimuuliza ulishawahi kufa maji au ulishawahi kumshuhudia mtu amekufa maji? Hapana, lakini anaogopa tu. Au mwingine anaogopa kuangalia angani, yani akiangalia tu angani hivi anapata hofu. Ukimuuliza kwa nini anashindwa kukuelezea. Sasa hiyo inatokana na nini? Mara nyingi hiyo huwa inatokana na vifo walivyokufa hawa watu hapo zamani. Kwa mfano, kama wewe ni old soul ulikufa majini, ukija kuzaliwa tena mara ya pili, utajikuta unaogopa sana maji bila sababu ya msingi. Yaani hata kama hujawahi kumshuhudia mtu amekufa maji, lakini ndani yako ile hofu inakuwa bado ipo. Kwa mfano kuna kisa cha mtu mmoja, yeye alikuwa anaogopa sana kutazama angani. Yaani akitazama ya tu angani hivi akaliona anga, anapata hofu kubwa mno. Sasa kutokana na kumbukumbu zilizokuwa zinamjia, akagundua kwamba kifo chake alikufa huku akiwa amening'inizwa kichwa chini, miguu juu. Kwa hiyo, wakati anakata roho alikuwa akitizama angani. Kwa hiyo hiyo ndio iliyompelekea akawa na hofu ya kutazama angani. Kwa hiyo hebu na wewe jichunguze, ni kitu gani unaogopa bila sababu ya msingi? Hicho unachokiogopa inawezekana kina uhusiano mkubwa na kifo chako katika maisha yako ya zamani. Dalili nyingine ni kupata hisia zisizoelezeka na mtu mwingine hivyo. Ulishawahi kusikia neno linaitwa soulmate? Watu wengi huwa wanaitana soulmate, huyu ni soulmate wangu. Lakini soulmate ni mtu ambaye mnajuana undani wenu, yani kabla hata hamjaambizana mnajuana. Sasa kama ulishawahi kukutana na mtu kabla hamjaongea chochote, lakini mnajikuta mnajuana, yani unafahamu kabisa huyu anataka hiki, hiki ataki, au huyu anahisia hizi. Na kama mkiamua kutengeneza mahusiano na huyo mtu, mahusiano yenu yanakuwa ni very strong, yani ni mahusiano yasiyoweza kuvunjika yani, mnakuwa mnaelewana kwa kila kitu. Sasa kama ulishawahi kuwa na mahusiano ya namna hii, inawezekana huyo mtu mlishawahi kuwa na historia hapo nyuma, inawezekana mliwahi kuishi na hamkumaliza historia yenu. Ulishawahi kuona mke na mume wanapendana sana, halafu ghafla mwanaume anakufa na ajali au mwanamke anakufa na ajali, halafu anakuwa anateseka sana katika maisha yake kwa kumiss mwenzie. Sasa ikija kutokea wote mkafa yani, na yule mwenzie akafa baadaye, mkija kukutana tena, hii hali ya kujuana undani wenu lazima iwatokee. Na mara nyingi mahusiano haya huwa hayahitaji mjuane sana, au kusema sijui mchunguzane, yani automatically mnajikuta mnajuana, na hata mkianzisha safari yenu either ya ndoa au ya uchumba, unakuwa ni very strong na ni ngumu sana kuvunjika. Dalili nyingine unaweza kuziona kwa mtoto mdogo ambaye ameanza kuongea. Mara nyingi watu huwa tunapenda sana kuwapuuza hawa watoto wadogo kwa kudhani kwamba wanaongea vitu ambavyo havina mantiki, au akili zao zina utoto mwingi, lakini ukizingatia matamshi anayoyatoa hawa watoto yanaweza yakawa yanaleta maana kubwa sana. Kwa mfano, kuna mama mmoja ambaye aliwahi kufiwa na mama yake mzazi nyuma sana, kabla hajazaa watoto wake. Sasa alipokuja kumzaa mtoto wake wakwanza, wa kwanza wa kike alipofikisha umri wa miaka mitatu yule mtoto akaanza kumwambia mamako alikuwa anaitwa fulani. Sasa yule mama akawa nashangaa kwamba huyu mtoto amemjuaje bibi yake, wakati sijawahi kumsimulia hata siku moja na wala hajawahi kusikia hiyo stori kwa mtu yoyote, lakini yule mtoto alikuwa analitaja jina la bibi yake lote kwa usahihi. Sasa yule mama akapuzia. Siku nyingine yule mama alikuwa akimwonesha albamu ya picha, picha mbalimbali tu za familia yake na za kwake. Yule mtoto alipoona picha ya bibi yake akasema, huyu ndo alikuwa mama yako. yule mama alishtuka sana kwa sababu hakuwahi kumwonesha picha ya bibi yake wala hajawahi kuiona mahali popote. Yule mama akaanza kumtilia mashaka, Huyu mtoto mbona anaongea vitu ambavyo vina make sense? Na kuna baadhi ya maneno yule mtoto alikuwa anapenda sana kuyarudiarudia. Sasa yule mama akakumbuka kwamba haya maneno pia hata mama yake alikuwa anapenda sana kuyarudiarudia. Sasa katika hali kama hii, kuna uwezekano mkubwa roho ya mama yake imekuja kuzaliwa upya kwa mwanaye, na hizi dalili anazozionyesha mtoto huwa zinapotea kadiri anavyokuwa. Kwa hiyo tuwe tunawazingatia sana watoto, maneno anayoongea na vitu anavyofanya. Unaweza ukapata maana kubwa sana au ukagundua kwamba huyu ni old soul au siu. Dalili bado zipo nyingi sana ila kwa leo naomba niishie hapa. Tutaendelea tena katika somo linalofuata. Hakikisha tu unasubscribe kama ndio mara yako ya kwanza, ili video inayofuata isije kukupita. Asante sana.